Mambo vipi mashabiki ndakindaki? E, mashabiki wapenda soka, wapenzi uh, watazamaji, siku ya leo ni siku nyingine amazing, siku nyingine e, amekwamba. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuhakikisha kwamba tumefika hapa salama salimini e, buheri wa afya. Na kama mnavyojua gumzo ni la kula wao, kipindi ni cha kula wao, ikiwa mimi ni wako yule yule Ali the artist the one and only from county 001, Mombasa, e, semaji, e, semaji la kikweli, semaji la bandari na siku ya leo tumebahatika kuwa na mgeni ama tumebahatika kupata mgeni katika studio zetu eh. Siku ya leo basi niweze kuchukua uh, nafasi hii kuweza kumkaribisha rasmi. Aji, aji introduce tuambie kwamba yeye ni nani, anatokea wapi na je labda shughuli za kwake ni zipi? Naam, karibu sana kiongozi. Asante sana asante sana bwana Ali. Naam, mimi kwa majina naitwa Alfred Netia. Naam, ama ukipenda waweza niita Alfi 001. Ah, mimi ni shabiki na fani mkuu wa AFC Leopard. Naam. Uh, chairman 001 branch AFC Leopard Mombasa. Okay, okay, okay. Naam. Ninashukuru, nina furaha kubwa sana uh -huh, kuwa katika kipindi hiki siku ya leo uh -huh, kula wao kula wao. Asante sana kwa kuweza pia kutambua sehemu kubwa zaidi na sehemu inayotamba hapa Mombasa, pwani nchini Kenya e, na pia nje ya Kenya na Afrika ya mashariki e, kote kote na, a, umetuambia kwamba wewe ni chairman e, wa AFC Leopards na, hapa Mombasa kaunti e, 001. Je, labda shughuli zako ama role zako e, kama chairman kama mwenyekiti ni zipi? Asante sana Bwana Ali. Uh, mimi kama chairman, kwanza ningependa kutambulisha kwamba mm. Uh, AFC Leopard iko no. katika muungano mm -hmm. wa uh, vikundi matawi ambayo mm -hmm. yanajumuisha pamoja ili kutengeneza uh, kikundi uh, kubwa, timu kubwa ya AFC Leopard mm. kwa hivyo tuko matawi kama mia moja na kumi hivi kama sijakosea uh, na zero zero one, iko na vikundi kama viwili vitatu hivi. Kwa hivyo ninaongoza kikundi kimoja ambacho kinaitwa AFC Leopards 001 branch, na mimi ndo chairman. Kwa hivyo sisi tukiwa kama mafans, roles zetu kubwa ni kuunganisha fans katika kaunti ya Mombasa, ili tupeane support kubwa katika timu yetu, kuhakikisha mm. kwamba tunaiona ikirejea katika ile hadhi iliyokuwa zile miaka za zamani mm -hmm. na ndipo sisi kama mafans tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tumekuja pamoja kutengeneza team, kusupport team, kuipatia team, uh, morale kuipatia usaidizi na kushikilia management katika kuhakikisha tunafikia hilo lengo la kuhakikisha timu inasonga mbele. Asante sana. Nafikiri umezungumzia ma, ma, maneno mawili kwamba uh, sasa hivi uh, ni takriban vikundi uh, kundi mia moja na kumi e, branch mia moja na kumi matawi mia moja na kumi ambaye kwamba yako chini ya FC Leopards na pia ukazungumza kwamba uh, muko ange kabisa kuhakikisha kwamba mnasukumo ile msukumo kuhakikisha kwamba FC Leopards inarudi kama ilivyokuwa awali yeah. Je labda nyinyi kama Mombasa branch je, yeah, labda mmetumia uh, ama nguvu zenu mnaziwekeza vipi kuhakikisha kwamba munaishabikia na munasukuma ile msukumo wa FC Leopard tunapokuja katika mechi e, za away ama mechi za ugenini mara nyingi? Asante sana bwana Ali, jambo la kwanza ningependa kusema kwamba hmm, sisi kama branch tuna jukumu kubwa la kuhakikisha kwamba tunasukuma timu kuipatia presa na kuisaidia ili kapate mafanikio katika uwanja uh, sisi kama fans jambo la kwanza tunahakikisha kwamba we buy the merchandise. Tunanunua zile eh, merchandise za kusukuma team mbele. tu tunapeana support kwa mm -hmm. away team kama mm -hmm. tumeenda away uh, kwa mfano hivi sasa utaona kwamba uwanja huu utajaa mafans kutoka Nairobi na sisi hapa yeah, nyumbani tuna mobilize yeah, wale mafans wa nyumbani kutoka kona zote nne za pwani, no, si Mombasa tu, Kwale, Kilifi, yeah, watu watatoka kule watakuja kushabikia timu. Kwa hivyo tunapeana nafasi kwa wachezaji ya, kwa, kwa mafans wetu kutoka eneo mbalimbali kuwajulisha kwamba kuna mchezo yeah, na pia tunasaidia hata kuhakikisha kwamba tunapeana morali kwa wachezaji kwa kuwapatia hata token iwapo tunaweza, ili kuwashikilia wawe na ile morali na nguvu ya kushinda mpira. Okay, asante sana pia. tukija katika, tunajua wewe ni kiongozi pale, na tunaangalia pia uh, wapo mashabiki wingi ambekwamba uko chini yako, naje labda inachukua nguvu gani ya maji labda, uh, umekuwa na tactics zipi za kuhakikisha kwamba mashabiki kama wale wanaendelea kubakia united, wanaendelea eh, kuwa na umoja na kuhakikisha pia wanaendelea kupendana na kuendelea kuhakikisha kwamba timu inaendelea eh, kufanya vizuri. Uh, bila shaka sisi kama mafans pia tunajumuika pamoja. Kuna mambo mengi kadha ambayo tunayafanya katika tukiwa na fan base yetu. Kuna ushirikiano wa kusaidiana katika hali ya welfare. kuna ushirikiano wa kusaidiana katika hali ya kazi Anam. kuna ushirikiano wa kusaidiana katika hali ya majanga, mtu hmm. akiwa na shida mtu akiwa uh, uh, social connection hmm. so kuna mambo mengi ambayo tunafanya nje ya mpira ambayo yanafanya kuleta mafans pamoja na kushikana. Asana, na pia tukiangalia nafikiri AFC Leopards iko na mashabiki ambe kwamba wanatambulika si hapa Kenya peke yake, pia ukienda nchi jirani kama vile Tanzania inafahamika kuwa na mashabiki ambekwamba wanapenda soka mashabiki ambekwamba pia ni wengi vile vile. Je, labda ni kitu gani ambekwamba kinafanya wale mashabiki wa Ingwe wa AFC Leopards special? Ni okay, uh, mm. AFC special ni kitu gani tofauti na timu nyingine? Okay, waonekaniwe kitu gani, kama unavyojua kwamba AFC Leopards naam kule kwenye imetoka oh, no. Na jina linatamkwa linasema umsambwa, mm, umsambwa something that is in the blood. Okay, so wherever you are mahali popote mm. ambapo huko no. Unajihisi kwamba wewe ni mmoja wa mm. AFC Leopard okay. Unakuwa special katika ile hali ah mm. Uh, tuna maeneo mengi tu, si Tanzania peke yake uh, no. Tuko mpaka na branches matawi mm -hmm. ziko nje na okay. Diaspora branches kuna mm. saa hizi tuna uh, tawi mpaka Canada mm. Tuko na tawi mpaka USA okay. Na pia bado wanajumuika na sisi. Na wanaendelea. Uh, the special thing ambayo inasaidia sana mm. na kwa hivi sasa ukiangalia timu ina perform vizuri no. That is the greatest reward for the fans okay. So wakati timu ina perform vizuri, inasaidia in, ina boast fans, mm. ina boost morale ya fans kuja pamoja okay, safi na uh, kidogo nafikiri tuko katika kile kitengo cha kuangalia mashabiki wanafanya vipi. Tukiangalia mashabiki wa FC Leopards na mashabiki wa timu nyingine mbalimbali e, mbali, naona kidogo ile discipline huwa ipo na aje tofauti na timu nyingine ambazo kwamba zipo Kenya, lakini e, mashabiki e, saa nyingine wanaonekaniwa kidogo utovu wa nidhamu huko juu. Je, labda tu tukizungumza in, in je, labda unaona kitu gani pesa nyingine kinasukuma, mpaka mashabiki wanakosa nidhamu, wanakosa heshima, wengine wanavunja viti, wengine wanapigana? Je, labda ni miongoni mwa sababu gani ambazo kwamba uh, zinachangia kwa matokeo yale akufanyika viwanjani? Okay, mara nyingi kwa matokeo ambayo tumeona mm. mambo ya huliganizm zikiendelea katikati mafans Nnam. huwa mara nyingi inachangiwa na poor officiating. Okay. Ule wakati kunakuwa na maamuzi ambayo haijapendelea timu mm -hmm. ambayo unashabikia Nnam. ama imependelea timu nyingine mm. inaamsha uh, mori ya wale mafans wanapata mm. kwamba kujiexpress inakuwa ni ngumu mm. Mara nyingi wanaangalia matokeo ya disciplinary committee ambayo imetoka mm. kwa federation mm. pengine pia kwa njia nyingine tunaweza sema, imependelea mm. timu ambayo ilivua vurugu, okay. So ile inachochea wale mafan sana. Wakati wakiwa uwanjani wanaona ni sawa mtu mm. achukue hatua mkononi mwake mm. Lakini sisi kama FC Leopard, tumekuwa tukihimiza mafans wetu, kwanza, ukija uwanjani utapata mtu amevaa uh, jezi mm. ama t-shirt ya branch mm. imeandikwa branch yake, so branches wako responsible kuhakikisha kwamba fans na members they behave. Good while the pitch. Hapo hapo Bwana Mwenyekiti, umezungumzia suala ambalo kwamba saa nyingine uh, poor officiating yeah. Eh, huenda ikaikaamsha uh, hisia za mashabiki mpaka wakavua waka, wakaanza kuzua vurugu je? Yeah. Yeah, unafikiri kwamba uh, poor officiating uh, itakwako ni sababu ama inamruhusu shabiki kuzua vurugu? Uh, bila shaka si sababu ambayo mm. inafaa kumruhusu shabiki kuvua vurugu kama uwanjani na pia ni jambo ambalo tumekuwa tukizungumza na mafans wetu mm, na mafans wote wa mpira kwamba mm, suluhu ya kupata uh, uh, matokeo mema na kusuluhisha huwa mm, si kuchukua hatua mkononi uwanjani. Kuna njia mbadala ambazo zimewekwa za mazungumzo mm, na za kuelezea jinsi ambavyo tunaweza fikia mm, kuafikiana katika machangamoto ambazo zinakumba mambo ya mpira katika nchi yetu. All right, all right. Safi kabisa basi, mpenzi mtazamaji, kama unaendelea kufuatilia gumzo hili hili ni gumzo eh, la kula wao, ikiwa tumeweza kumwalika ndugu yetu hapa, ikiwa eh, ni bwana mwenyekiti huyu eh, kutoka katika eh, county ya Mombasa ama Mombasa branch ambaye kwamba anaiwakilisha FC Leopard. Ikiwa tunaendelea kuchanganua gumzo tu hapa na pale, si hatuangalii atu, tu mechi dhidi ya Bandari na FC Leopard, lakini tunaendelea kuangalia, je, ni mbinu gani ambazo kwamba mashabiki watakuja viwanjani e, kwa, kwa, kwa kwa namba za hali ya juu kabisa e, na pia tunaangalia je, ni mbinu gani ambazo kwamba wanazitumia wao kuhakikisha kwamba amani inaendelea kudumishwa viwanjani, maanake nia na madhumuni ya kandanda ni kuhakikisha kwamba e, wananchi ama wale wapenzi wa mpira wanashikamana e, kwa nidhamu e, wanashikamana kwa nidhamu na kuhakikisha kwamba e, mapenzi e, ya soka yanaendelea kudumishwa na wala si kudunishwa tunarudi kwako bwana uh, mwenyekiti, tunatazamia kwamba uh, uh, wikendi inayokuja itakuwako ni FC Leopards uh, dhidi ya Bandari uh, uh, je labda uh, mipangilio iko vipi upande wa kwenu, labda taratibu, mipangilio salama kabisa, kila kitu tushahakikisha iko swari? uh -huh. kama unavyojua kwamba sasa hivi uh -huh. tingwe ndio timu ndio uh -huh. kusema Mm. katika Kenya Premier League na bila shaka mwaka huu ni mwaka wa Ingwe mm, kwa hivyo mipangilio iko kabambe mm, na sisi wenyewe tumejiandaa vilivyo right, na tunajua kwamba tunakuja kuchukua point tatu, mm. na wao oh right right, wanakuja eh, bwana Mwenyekiti amesema kwamba wanakuja kuchukua alama tatu eh hapa Mbaraki, na ni, nafikiri ni jana ni jana, kama itakuwa sijakosea, uh, timu ya Ingwe ambe kama walivyosema mwaka huu ni mwaka wenu, lakini unaona kwamba timu ya regional ile eh, ama ni Div 2 takwako ni Div tu kama sijakosea, iliweza kuwalaza katika mikwaju ya penalti. Je, labda uh, semi zako kama mwenyekiti wa tawi la Mombasa, semi zako ni zipi? na je labda mchuano uli uliona vipi? na je labda pia uh, kutukamana na uh, matokeo yalivyokwenda, je yataathiri mechi ya FC Leopard dhidi ya Bandari? Naam kabisa, uh, siku ya jana hiyo uh, iliyotokea mm. Matokeo yale hayakuwa ya kupendeza right. Wala ya kufurahisha mm -hmm. Sisi kama mafans uh, ilikuwa ni matokeo ya kuvunja moyo mm. Na tuliangalia pengine vijana walikuwa na uchovu fulani na pia matayarisho pengine ya ule kandanda mm. haikusawadishwa sawa mm. lakini tumeweka hiyo nyuma okay. Sasa hivi tunaangalia game dhidi ya Bandari, dhidi ya Bandari ah, tumejitayarisha vilivyo, tumeweka hiyo nyuma, tumeisahau mm. tume mm. tunaangalia ushindi ambao unakuja mbele zetu alright, alright. Safi kabisa. Na wewe kama shabiki kindakindaki wa timu ya FC Leopards, je, unauangalia vipi mchuano uh, unaofuata dhidi ya Bandari? Je, mechi nzima kwa ujumla unaiangalia vipi? mechi natarajia itakuwa mechi nzuri sana mm -hmm. mechi yenye kufana maana ninajua kwamba ukifika Mbaraki. Naam. point tatu kutoa huwa ni ngumu, e, bila shaka kiwanja ambacho kina historia yake mm. hata sisi wenyewe tumekuwa na mshike mshike katika mechi zilizotangulia mm. kuchukua point zote tatu mali hapa mm. lakini kulingana na ile fomu ambayo tuko mm. sasa hivi Naam. ninaimani kwamba yale matayarisho tumefanya mm -hmm. tunaenda kuchukua point tatu. Mm. Natarajia mchuano mzuri mm, uh, a an entertaining game ambayo itafurahisha pande zote mbili, na, na bila shaka mm, ushindi tutapata. Alright, na uh, kama ulivyosema kwamba kutoa alama ndani ya shaka hola, ambayo kwamba ni jina la utani, lakini jina rasmi ni uh, Mbaraki, uh, siku ya, ya, ya wikendi ambayo kwamba iko mbele yetu Je, yeah, tukija katika kikosi cha Bandari je, yeah, ni mchezaji gani ame kwamba unamwangalia, na bila shaka unasema huyu lazima tumwangalie tu, kwa makini zaidi? Generally uh, kikosi cha Bandari kiko sawa mm. Ni timu ambayo imehakikiwa vizuri na mkufunzi mm. kwa hivyo, usingeweza kusingle out mchezaji mmoja niseme kwamba huyu tutamwangalia mm. Lakini ninajua msaga ni mzuri mm. kwa hivyo, tutacheza kama sisi mm. Unajua ni sawa sana kusema kwamba uh, katika viungo vya chakula ya huenda haviwashi lakini pilipili inawasha pili zaidi. Yeah. Nafikiri <laughs> ni miongoni mwa sehemu ambazo kwamba nafurahi sana bwana mwenyekiti umetumia hikma eh, kuweza kuelezea. Na, na pia tukiangalia upande wa Ingwe ambaye kwamba bila shaka pia mko na kikosi kizuri, mko na kikosi kizuri, kikosi ambacho kwamba uh, kimekuwa ko kikifanya vizuri katika michuano ya hapo nyuma. Uh, na pia uh, yupo uh, James Kinyanjio ambaye kwamba pia ni mchezaji aliyewahi kugusia Bandari. Yeah. Na sasa hivi mko nayo katika kikosi. Je, labda katika pia wale wachezaji wenu wote ambao kwamba najua huenda usipendelee kusema jina lakini uh, hata tuki, tukiangalia kama eh, tuna analyze katika vile kikosi huko na mchezaji mmoja ambaye kwamba huwa na stand out. Je, labda mchezaji gani ambaye kwamba unaona labda huenda akafanya miujiza siku ya Bandari dhidi ya wana Ingwe? Ah, uh, swali nzuri. Uh, Bwana Ali uh, ninaona ya kwamba vile nilivyosema mm. kwamba timu ya Bandari generally ni nzuri mm. pia kwa upande wa FC Leopard ni timu ambayo imekuwa ikicheza kama timu. Naam. kwa hivyo kila kiungo anakamilisha mwenzake. Kwa hivyo siwezi sema kwamba mchezaji fulani amecheza vizuri mm. kuliko mwenzake mm. lakini bila shaka umeshataja mm. na kwamba kuna winger speed mm. Aa, Kinyanjui, Kinyanjui kuna Senyenjo mm. yes ukirudi kwa mida bwana Oundo mm. so timu iko shwari mm. Natarajia mpira itakuwa sawa tu. Tarajia mpira utakuwa uko uh, biriani yeah. Asafi kabisa naji pia, labda tukija tu tukiendelea kumaliza zile dakika zetu zilizosalia uh, kama mashabiki kama akinara wa mashabiki hapa Mombasa, je, labda ni miongoni mwa changamoto gani ambazo kwamba mnapitia kama mashabiki wewe ukiendelea kuwakilisha mashabiki walioko nyuma ya kwako? Changamoto zimekuwa nyingi upande wa mashabiki kwa sababu ukiona kuleta watu pamoja mm. aa, kwa wingi mm. alafu aa, unapata kwamba timu haiperform vizuri mm -hmm. inakuwa ni changamoto inavunja moyo miaka mm -hmm. mingi sana toka tuchukue kikombe toka mm. mwaka 1998 mm -hmm. hadi sasa mm -hmm. imekuwa ni vigumu kwamba kama si yule mtu ambaye ko special kuamini kwamba mimi I belong to FC Leopards mm. wengi wanakuja lakini akikaa kaa akaona timu inaenda vibaya mm. wanapata kuondokea mm. So inakuwa ni changamoto, lakini sasa hivi tunashukuru vile timu imeanza kuperform vizuri. Tunajua kwamba the strong 6 million fans ambao tuko nao fan base itakuwa na tutaendelea vizuri. Safi kabisa na uh, mpenzi mtazamaji, ni bwana mwenyekiti huyu, eh, wa tawi la Mombasa la AFC Leopards, ambaye ambekwamba tupo naye hapa katika studio zetu studio eh, za Bandari Media TV, ambao tunaendelea kuchanganua watu ni vipi mpira Kenya, eh, unavyoendelea na pia ni vipi mchuano wa weekend anauona vipi. Labda tukiendelea kumalizia, tujie labda ni mambo gani amekwamba, ungependa kuona yanakuwa improved zaidi katika ligi kuu hapa nchini Kenya. Uh, ningependa tu kusema kwamba federation focus kwanza kwa uh, uh officiating mm, officiating of the match okay, kwa improve upande wa officiating naam, na pia welfare wa players okay, yeah, naam. Na pia je, labda uh, utabiri wako wa mchuano Bandari dhidi ya FC Leopard, utabiri wako ni upi kiongozi? Kula wao tatu bila <laughs> watoto na nyimbo yetu nasema tatu bila tantarira a <laughs> nafikiri ni miongoni mwa vasi katika nyimbo, mojawapo ya wa nyimbo za Bandari inasema tatubila. Kwa hivyo wametuambia tatupija tatu, sijui itanguka kwetu ama itanguka kwao, kwa lakini ni hapo na. na ujumbe wako wa mwisho kwa mashabiki wa Ingwe wanaokuangalia kwa sasa Uh, pamoja penda na wachezaji, ningependa kuhimiza wachezaji wetu mm -hmm. kwamba wakikuja Bandari wahakikishe kwamba wametupatia ushindi mm. na wetu, mm. mm. kwa mafans wetu mahali popote waliko wanatuangalia, usalama umeimarishwa, kwa hivyo kusiwe na mtu ana wasiwasi dhidi ya usalama, mjitokeze mm -hmm. mkuje tushabikie timu yetu Ingwe ya matere. Hii ya matere, nafikiri itakuwa sijakosea kauli hiyo. E, kama alivyoeleza bwana mwenyekiti, na pia ningependa kumpa sekunde 30 aweze kuzungumza na mashabiki wa kandanda hapa nchini Kenya, maanake tunaona kwamba toka chani ishe kidogo mashabiki wamepungua kwenda viwanjani. Je, labda na ujumbe gani kwa mashabiki kwa ujumla? E, hapa nchini Kenya tukiendelea kumaliza tujitokeze viwanjani kushabikia timu zetu, tuinue soka ya injini Uh, kwetu Kenya mm, ukiangalia kwamba tunajitokeza kuangalia mpira za Ulaya na, lakini juzi kulikuwa na game dhidi ya Wydad na Nairobi mm, Boys. Exactly, mafans wa away wamekuwa wengi kuliko mm, mafans wa nyumbani mm, kwa hivyo kama tunataka vilabu zetu zikuwe na soka yetu iendelee mm, tujitokeze kusupport timu za nyumbani katika international matches mm, katika local, uh, matches mm. Naam, asante sana basi, nafikiri haya yamekwako mingi na mikwako machache kutoka kwetu e, paka hapa niweze kukuambia kwamba uwe na wakati mwema e. Kumbuka e, wikendi hii itakuwa ni wikendi ya kukata na shoka e, siku ya tarehe 14 siku ya watu wapenda nao e, kama wenyewe wanavyosema. Kwa hivyo hapa, sijui nani itakuwa kwa nampa ndani ya Mbaraki, sijui nani itakuwa kwa nampa mwenzake e, lile uwa la waridi na sijui nani atakayekuwa analipokea. Nafikiri umeshajua yupi ni mume yupi ni mke, tutajua hapo e, siku e, ya tarehe 14 kwa hivyo, kwa sasa ni kuombe maasalam, tukutane wikendi.